Maridhiano ni e, mchakato ambao kwanza lazima mnakuwa mmekubaliana kwamba kuna tatizo limetokea mahali e, na mnatakiwa kama jamii kama nchi kama taifa, mkae mzungumze, myamalize ili msonge mbele na na na o, kile tu cha kusema kwamba kuna maridhiano maneno ni kwamba mmekubaliana kwamba kuna mambo hayako sawa, kwa hiyo lazima muya muyaweke vizuri. Na maridhiano yana, yana, yana taratibu zake au yana ya tabia yana tabia. Uh, maridhiano mazuri ni yale ambayo yanafanyika wakati eh, pande zote mbili ziko tayari kwa maridhiano. Uh, kama upande mmoja uko tayari mwingine hauko tayari, hayo hayawezi kuwa maridhiano. Uh, na mifano iko mingi barani Afrika. Uh, jambo la kujiuliza kwa nchi kama Tanzania ni kujua kama taifa tuko tayari kwa maridhiano au hatuko tayari kwa maridhiano, na kuna mambo ya kuangalia. Kwa hiyo kwa mfano kuna kitu ambacho baadhi ya wasomi wa, wa masuala ya ya maridhiano wanakiita balance of weakness eh, kwa maana kwamba ule mzania wa udhaifu eh, kwamba taifa linapita katika hali au situation fulani ambapo chama ambacho kiko madarakani hakiwezi tena ku eh, kuendelea kubaki madarakani eh, kinyume cha matakwa yaliyo wengi eh, kwamba hamwezi mkakaa madarakani wakati mnajua pengine eh, kuna namna nyingine nzuri zaidi ya kuwa madarakani kuliko hiyo ambayo mko madarakani na uh, alafu eh, upande wa upinzani pia unakuwa unafahamu kwamba hauna nguvu au ubavu wa kuingia madarakani kwa, kwa kutumia nguvu uwezo wa kuona. Na hii theory ya, ya balance of weakness ili ina ina asili sana Afrika ya Kusini kwamba ilifikia wakati kwamba, uh, utawala wa Makaburu Afrika ya Kusini walikuwa wana jeshi imara wana kila kitu lakini walikuwa wanapingwa dunia nzima, uh, kwamba West na kuongoza pale Afrika Kusini kwa sababu uh, utawala wa makaburu ulikuwa haukubaliki. uh, halafu kwa upande uh, wa ANC walikuwa wametengeneza mpaka jeshi la Umkhonto, lakini uh, kwa nguvu ya jeshi Afrika ya Kusini, hata uh, wamekaa miaka 20 30 40 ANC wasingeweza kupindua uh, serikali au, au, kuyazidi nguvu majeshi ya jeshi la ya Afrika ya Kusini, na kwa wanaofuatilia historia ya Afrika Kusini nafahamu kwamba uh, walishafikia hatua mpaka ya kuanza kutengeneza uh, kuwa na uwezo wa, wa kuanza ku-enrich uranium kwa maana ya kutengeneza bomu ya nuclear. Kwa hiyo jeshi lako lime advance sana. Kwa hiyo uh, ilifika realization kwenye taifa moment fulani ambako e, uh, ANC na wenzao wakajua kwamba hawawezi kupindua serikali ya makaburu e, uh, lakini wakati huo serikali ya makaburu ikasema hawawezi uh, kubaki madarakani tena kwa namna ambayo walikuwa wanakaa kwa, kwa siasa zile za, za kaburu. Kwa hiyo ilibidi wakae mezani na kwa hiyo wote wanajikuta kwamba wana, wana, wana weak, ndio maana inaitwa balance of weakness, kwamba ndio una jeshi lakini uwezi kuingia madarakani kwa namna hiyo, na wengine wanasema ndio una watu au au una wafuasi lakini uwezi kuingia madarakani kwa nguvu, kwa sababu aliye madarakani anakuzidi nguvu. Kwa hiyo mnakaa, lakini kuna vitu vingine pia vya kutazama e. Kwa hiyo kwa mfano unaangalia katika hiyo nchi ambayo inataka kwenda kwenye maridhiano e, imefikia hatua hiyo e, kuna balance of weakness e, la kwanza. La pili, Eh, kuna institutions ambazo ziko imara kwenye taifa, yani hamjafikia katika hatua ya kuitwa nyie ni friend states. Kwa hiyo kwa mfano uh, mna jeshi eh, ambao liko imara, linafanya kazi yake, na kwa Tanzania hakuna doubt tuna jeshi liko imara, inaiia majuu yake vizuri, lakini kuna kazi zingine kama za za kidini, eh, taasisi za kiraia zipo, zipo Tanzania zipo, za kidini zipo, lakini pia mm -hmm. Unaangalia, kuna watu fulani fulani mashuhuri ambao wakizungumza watu wanaoheshimu, wanaweza kuwa wanasiasa uh, wanaweza kuwa watu wa taasisi za kiraia, wanaweza kuwa viongozi wa dini. Na kwa mfano kwenye nchi kama ya Tanzania unaona wapo watu uh, watu wanaosikiliza wapo, akina Bagonza wapo viongozi wa dini uh, wapo wakina Ponda, zipo taasisi kama TEC, ziko taasisi kama Bakwata na uh, za, za kama kinasheponda watu wapo, ambao wanaweza wakaita watu wakakaa wakazungumza. Kwa hiyo, kwa hiyo wakati nchi inapokuwa imekaa katika mazingira kucheza maridhiano, lazima pia uangalie kama kuna watu ambao wanaheshimika, ambao wanaweza wakaita e, yale makundi yanayohasimiana yakakaa chini mezani yakazungumza. Na e, ni, kuna, kuna situation zingine E, maridhiano yanakuwa magumu. Nakumbuka mwaka juzi wakati mgogoro wa Sudan unaanza, nilikuwa na jarida e, nazita gazeti la dunia. Ulivyoanza tu mgogoro wa Sudan e, niliandika makala analysis ya ninachokiona, nikasema mgogoro wa Sudan utachukua muda e, kwa sababu wanaogombana wote wana majeshi na unapokuwa katika situation ambako wanaoshindana wana majeshi, wana bunduki, wana vifaru maana yake ni kwamba hawa watu kuridhiana inakuwa ni vigumu, na kinachoweza kutokea ni kwamba lazima wapigane vita e, na mwisho yule ambaye atakuwa na fire power zaidi au akawa na uwezo mkubwa zaidi kijeshi atashinda na atamaliza e, mgogoro wote, kwa hiyo tuliona ilivyokuwa kwa mfano Angola a, kwa UNITA na MPLA, mpaka aliposhindwa kabisa Savimbi ndio amani imepatikana Angola e, lakini pia unaweza kuangalia mfano wa, wa Mozambiki wa Renamo na, na na Frelimo mpaka imefikia hatua ambako sasa Frelimo wame wameshinda pia, baada walikuja walizungumza. Kwa hiyo Tanzania tuna bahati nzuri kwamba hapa hakuna watu wenye silaha ambao wanashindana ambao lazima wapigane alafu mshindi apatikanike. Eh, sasa eh, unachohitaji katika hatua ya kwanza ya maridhiano, eh, lazima tutengeneze kitu ambacho kinaitwa eh, kuanza kuaminiana kwa, kwa viongozi hasa hasa, hasa, wa kisiasa wa yale makundi ya simu ambayo yanapishana. Kwa hiyo kwa mfano kwenye context ya Tanzania, uh, ili uh, gurudumu la maridhiano lianze, ni lazima ipatikane taasisi au, au apatikane mtu au chombo kitengenezwe eh, ambacho kinaaminiwa na watu wa CCM, kinaaminiwa na watu wa ACT, kinaaminiwa na watu wa Chadema ambacho kitawakutanisha hawa watu wazungumze na kupitia mazungumzo kutaanza kutengeneza kitu kinaitwa uh, e, elite cohesion, kwa maana kwamba ifikia wakati tena ambako kiongozi wa CCM uh, anaweza akakaa na kiongozi wa Chadema awezetiwa kanywa chai vizuri wakazungumza wakamimiana juisi kwenye, kwenye glasi bila kuogopa wakapigwa picha wakiwa wameshika sehemu moja bila mwingine kuhofia kwamba ile picha yake inaweza ikatafsiriwa vibaya, kwa hiyo ni, ni lazima kusema kweli, ni lazima tufikie wakati ambako viongozi hawa wakubwa wa vyama uh, waanze tena kuzungumza na kwamiliano huo, ndio ndio hatua ya muhimu sana. Kwa hiyo nimeona kuna watu wengine wanasema kwenye video kwamba kinachohitajika baada ya matukio ya Oktoba 29 ni uwajibikaji, walio labda waliohusika wawajibishi, wachukuliwe hatua uh, lakini mifano ambayo iko duniani inaonyesha kwamba kabla hujafikiria kuwajibika kwa watu, lazima ufikirie kwanza hawa watu wakae chini, wazungumze kupitia chombo ambacho chakiunda, na hicho chombo chenyewe ndio kinaweza kikaamua nchi itakwenda kwenye kupita kwenye njia gani, ili wale wanaohusika au watu wataokutwa na matatizo waweze kuchukuliwa hatua wa kwa mujibu ambao wenyewe mtaona kwa sababu pia ishu ya nchi ambayo imeshakubaliana kwamba kuna matatizo, ishu ya kufanya sio ku, ku, ku, kuwajibika kwa maana ya kulaba kufungwa au nawe kulipizo ilichofanya kitu gani, ni, ni, ni chombo ambacho kitaamua mna. Kwa hiyo kwa mfano eh, Afrika ya Kusini eh li tume ya reconciliation ya jaji ya, ya, ya ya, ya Desmond Tutu wale wa, wa kuna baadhi ya makamanda wa, wa jeshi la Afrika ya Kusini na watu ambao walikuwa na vinara wa serikali ya ya, makaburu Afrika ya Kusini, walisema kwamba wanatakiwa wasamehewe kwa sababu walikuwa wanafanya mambo ambayo kwa serikali yao ilikuwa ndani ya sheria, lakini pia kama mtaka maridhiano basi msameheane. Lakini tume ya ya, ya askofu ya, ya, ya Tutu ilisema kwamba ili, ili usamehewe inabidi uende kwenye tume useme exactly ulifanya nini, halafu ndio uwajibishwe wa, wa usamehewe kwa sababu ume, umekiri makosa yako na umesema utarudia tena na umesema exactly ulifanya nini, ndio ilikuwa adhabu yako na, na baada hapo yamekwisha. Na wakasema kama utaki kuja kukiri na kutubu makosa ambayo ulikuwa umeyafanya, maana ni kwamba wewe itabidi uchukuliwe hatua kupitia mahakama ambazo zipo za kisheria, kwa sababu makosa yako uliyafanya yatakuwa ni ya madai, yatakuwa ni ya jinai, basi utashughulikiwa kwa mujibu wa sheria ambazo zipo. Na hata Rwanda eh, baada ya ile genocide ya mwaka 94, kuna mahakama walitengeneza kwa kwenye eh, maliviano ya eh, chacha ambayo watu walimalizana eh, kupitia katika mahakama zile za jadi ambazo kwa maanisha wao wenyewe eh, na kusema tuzungumze tukubali, tumekosea, uombe msamaha, kila kitu imeisha. Kwa hiyo tunapozungumzia watu kuwajibishwa ni lazima kuwe kuna mchakato, kuwe kuna, kuna, kuna utaratibu ambao umejengwa na umejengwa na watu ambao tayari wamekaa mezani na kuzungumza na kuridhiana na kusema tutasameheana kwa utaratibu huu, tutawajibishana kwa utaratibu huu. Lakini katika hali hapa sasa hivi huwezi mtu waka, akaibuka akasema, eh, waliohusika au wafanyaje, washughulikiwe wa kwa sababu ni, ni, ni, process eh, kama maridhiano, maridhiano. Ni kweli tunataka maridhiano, maridhiano ni kwamba lazima mridhiane hatua zipi mtazichukua kwa mujibu wa jambo. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa mfano, hatua ya kwanza labda tume itafanya kazi zake, itajua kuna matatizo yako wapi pengine, eh, na kwa mujibu wa maelezo ambayo ameyatoa eh, Rais Samia Suluhu Hassan kwamba itaongezewa, imeongezewa adire, ni adirejea kuweka eh, njia sasa kwa ajili ya hiyo tume ya, ya maridhiano kufanya kazi yake. Sasa nafikiri hapo ndo kati ya mambo pengine vyama vitaitwa kupitia prosesi fulani ambayo inakubalika na wote, watu wakazungumza, wakaanza kuaminiana, wakakubaliana tunatokaje pa tulipo, waliohusika na kitu fulani wachukua hatua gani? Prosesi ambayo mmekubaliana nyie wote. Haiko sasa hivi uh, kabla mtujafika kwenye hatua hiyo. E, atu taki kuseli kitu kine, e, ni vigumu kwa kweli, kwa sababu kusema hatutaki kusikia kitu kingine chochote kile, tunachotaka ni, ni uwajibikaji kwa hiyo e, kwa hiyo maridhiano yana yana njia zake na yametengenezwa na watu ambao wamepitia e, kwenye mapito fulani na ule uzoefu wao wa nini kimewasili ma kufika alipofika ndio umetengeneza hizo njia zinajulikana, na kama mnakumbuka hata Zanzibar kwenye ule mwafaka wa Zanzibar au, kwa, au kufanikiwa, mpaka siku moja ambako eh, Maalim Seif Sharif Hamad, Mwenyezi Mungu amrehemu, am, am, uh, peponi huko na Mzee Karume eh, amani, walikaa chini wakazungumza wenyewe wakaaminiana, ndio ule mchakato uliokaanza lakini Eh, wangesema tu eh, sisi mwakae wenyewe waamue kuchukua hatua fulani fulani kuhusu mambo yatokayo huko nyuma, pengine ule mchakato usingekuwa kama walikufika sasa hivi kwa Zanzibar. Lakini pia kama na, na, na watu wakafu wakati ule wangeamua kuchukua pia njia yao isingepia fika mahali ambako wanataka kufika au wamefikia sasa hivi. Lakini mwanzoni, hatua ya awali ilibidi kwanza Maalim Seif pamoja na, na rais Amani Karume wakutane wao, wazungumze watengeneze kuaminiana, alafu baada ya hapo kuna zile timu na kila kitu then nchi ina, inasogea. Kwa hiyo ni muhimu kusema kweli kwa Tanzania hapa ni muhimu kwelikweli kusema kwa viongozi wetu wa kisiasa na wahusika wengine na, eh, wa na viongozi wetu mashuhuri kutafuta namna na eh, nafikiri tume itatoa ita njia nzuri ambako hawa wakubwa watakaa chini watazungumza wao kwanza wakaaminiana then tuanze kusonga katika hatua zinazofuata.